Hakika hawa vijana wanakwenda kusoma kwenye mazingira mazuri. Mazingira haya, tuna matumaini makubwa kwamba wanafunzi watakaa katika mazingira mazuri, lakini na walimu watafundisha katika mazingira mazuri. Sasa ni jukumu la wazazi kuhakikisha wanatoa mashirikiano kwa vijana wetu lakini wanatoa mashirikiano kwa waalimu wetu ili tuhakikishe vijana wetu wanapata matokeo mazuri ya kufaulu ifikapo wakati wa mitihani, na kazi hii iendelee vizuri. Dokta Mwinyi, oye! Nanguji, oye! Oye! Ndugu zangu wana Nanguji, mradi huu umefanywa kwa ushirikiano baina ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia TASA ambayo kwa Zanzibar inasimamiwa na ofisi ya makamo wa pili wa rais, lakini pia kwa nguvu nyingi sana za wananchi. Nichukue nafasi hii kwa dhati kuwashukuru wananchi wote kwa namna moja ama nyingine, kwa nguvu zenu mlizotoa na bila kujali muda wala gharama mkafanikisha ujenzi wa madarasa haya kwa maslahi ya watoto wetu, na kushukuru sana wananangoje na vitongoji vyake kwa kazi nzuri ambayo mmeipata. Ombi langu kwenu bueno. Ujenzi ni jambo moja, ujenzi umekamilika na muda mchache ujao litazindua rasmi lakini ufaulu unatokana na juhudi za wazazi, waalimu na wanafunzi wenyewe. Tuelekeze nguvu katika kuhakikisha vijana wetu wanafanikiwa. Kama tulikuwa tunatumia muda mwingi kwenye mambo mengine, muda mwingi tuutumie kuwasaidia vijana wetu, kutoa mashirikiano kwa waalimu wetu ili kazi hii iweze kufanyika vizuri. Sina mashaka na naelewa kila mmoja akipenda mtoto wake, ya paulu au yuko ambaye akipenda mtoto wake apedi. Wazazi na wauliza, yuko ambaye akipenda mtoto wake apedi? Hakuna sasa eh? Lazima tutoe mashirikiano kuwasaidia vijana wetu, lakini kuwasaidia walimu wetu, ili mambo yaende vizuri. Ni waombe wazazi wenzangu kufuatilia kwa karibu maendeleo ya watoto wetu, ili tujue namna gani watoto wetu wanaendelea, na tukiona kuna kasoro yoyote, basi tukae na uongozi wa shule na hatimaye tuweze kulitatua. Hichi ndio kitu pekee ambacho kitatusaidia na buji, siyo jambo jengine lolote na kwenda na, na msingi lakini hatimaye baadaye tuangalie utaratibu basi, tufike hapa napo pawe na sekondari <laughs> na haya si maajabu, ili jambo linawezekana. Niwahakikishie wanananguji, nilisema siku ile nilipokuja kwenye uwekaji wa jiwe la msingi, maeneo yanayoizunguka shule hii tusiyavamie. Haya, tutakuja kuya hitaji hapo siku za mbeleni, tutakuja kuya hitaji ya kusaidie kujenga shule nyingine ama madarasa mengine ambayo itatusaidia kuweka sekondari hapa na Gusi. Kwa sasa nadhani madarasa yanakili haja, tuendelee kufanya kazi yetu, na sisi tutakuwa karibu kuhakikisha kwa yale mahitaji mengine yanayo stahiki.